Habari na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji wa Daily Online TV, uko nami mtangazaji wako Emmanuel Maijo. Dubai, Falme za Kiarabu zimetia saini azimio la kulinda wafanyakazi wa kihisani jijini New York kabla ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, UNGA 80. Waziri Rim Bint Ibrahim Al Hashimi na naibu waziri Sultan Al-Shamsi waliwakilisha nchi hiyo, wakisisitiza tena kujitolea kwa falme za Kiarabu kulinda sheria za kibinadamu za kimataifa na usalama wa hudumu wa misaada. Sharjah jukwaa la 25 la wasimulizi wa Shaja, Shaja International Reta Forum sinf lililoandaliwa na taasisi ya urithi ya Shaja limefungua toleo la kumbukumbu ya miaka 25 kwa kauli mbiu hadithi za wasafiri, habari za biashara. Falme za Kiarabu zimezindua mpango kabambe wa kukuza mazingira ya ujasiriamali ikilenga kufikisha makampuni milioni mbili yaliyoandikishwa na kuzalisha kampuni kumi kubwa za kimataifa unicorns, kufikia mwaka 2031. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni ya kitaifa, Emirates mji mkuu wa ujasiriamali wa dunia, waziri Almari alisisitiza kuwa ujasiriamali ni msingi wa mkakati wa ukuaji wa taifa. Habari za kimataifa. Ufaransa pamoja na Andora, Ubelgiji, Luxembourg, Malta na Monaco jana zilitambua rasmi taifa la Palestina kabla ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Hatua hii imechukuliwa huku vita vya Israel dhidi ya Gaza vikiendelea ambavyo tayari vimesababisha vifo zaidi ya wapalestina elfu sitini na tano na kuharibu pakubwa eneo hilo. Habari za michezo. Osman Dembele alihitimisha msimu wa ndoto na klabu ya Paris Saint-Germain kwa kushinda tuzo ya Ballon d'Or 2025, akimshinda chipukizi wa Barcelona Lamine Yamal. Kwa upande wa wanawake, Aitana Bonmati wa Hispania aliweka historia kwa kushinda taji hilo kwa mara tatu mfululizo. Kwa haya na zaidi, tembelea tovuti yetu ya www.dailytimes.ae. ae uwe na wakati mwema.